Kama chama cha wanasheria eh, tuna shughuli zetu kama tunavyoelewa, mwaka huu ni mwaka wa muhimu sana kwa taifa letu, lakini tuna shughuli zetu za kisheria na kikanuni, ambazo zile za kiuongozi zinazohusiana na masuala ya chaguzi atazizungumza CEO, lakini mimi nitazungumza jum, eh, jumbe za jumla zinazohusiana na uchaguzi ya, ni kwamba Uh, kuanzia tarehe nane mpaka kumi Mei tutakuwa jijini Arusha ambako tutakuwa na mkutano wetu mkuu wa chama cha mawakili wa Tanganyika na ambao wengi natumia ni chama cha sheria, sio nikisema wana, mawakili nitakuwa na bana ni chama cha sheria Tanganyika ambao kitafanyika katika ukumbi wa mikutano wa AICC katika jiji la Arusha na mkutano utaanza tarehe nane mpaka tarehe kumi mwezi wa tano. Tunatarajia mgeni rasmi atakuwa mheshimiwa Philip Mpango, makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Ndio matarajio yetu, lakini tuna kauli mbiu yetu ambayo ni uchaguzi na utawala wa sheria. Wito wa uangalizi wa kisheria na uwajibikaji katika mfumo wa chaguzi Tanzania. Tunalenga nini? Mwaka wetu ni wa uchaguzi, na sisi kama TLS, moja ya kipaumbele chetu cha kwanza ni utawala wa sheria, rule of law, na tunaamini kwamba mambo yote yanaanza kwa watu kuchagua viongozi wanaowataka kwa kuzungumza kupitia sanduku la kura kwa hiyo TLS msisitizo wetu ni kwamba, lengo letu kubwa ni kwamba sanduku la kura liwe na uwezo wa kureflekti utashi na machaguo ya wapiga kura ili kuleta maana kamili ya demokrasia. Kwa hiyo sisi kama TLS tutakuwa na, mwaka huu tutakuwa na masuala mazimu, ukiondoa mchakato huu au kusudio hili la mkutano mkuu, lakini vilevile masuala yanayohusiana na utawala wa sheria na uchaguzi itakuwa ndio kipaumbele chetu, kuhakikisha kwamba tunafanya kila lililo stahiki ili tuweze kupata majawabu ya kidemokrasia kupitia sanduku la kura. Na section 4 sio wakati wa raha ni wakati wa changamoto kama tunazozisikia sasa. Ndipo watu wanapotaka kuona ubobevu wa TLS wa mawakili walioko TLS na wataalamu walioko TLS unajireflect namna gani au unatokeza namna gani katika kusaidia jamii kutoka katika changamoto zinazojitokeza kwa sasa. Kwa hiyo tutakuwa na kipaumbele chetu, na katika mikutano yetu hiyo, mijadala yote mafunzo, tutakuwa na mafunzo maalum yatakokuwa wakienda kuandaa vijana na mawakili, namna ya kuingia kwenye chaguzi, namna ya kusaidia watu, namna ya kutetea, namna ya kulinda wapiga kura, kuwatetea haki zao zinapoonekana kukiukwa, na mazingira yote yale, kutakuwa ni mtiririko wa shughuli za namna hiyo. Kauli e, kaulimbiu yetu hii kwa Kiingereza inasomeka election and the rule of law. A call for legal vigilance and accountability in Tanzania electoral system. Kwa hiyo utaona tunachotaka sisi ni ile uwajibikaji, yaani maana yake lazima utaratibu wetu wa kiuchaguzi uwe wenye kuwajibika, uwe wa uwazi, uwe ambao unaweza ukathibitika, verifiable, na uwe ambao una reflect kile kilichotoka kwa wapiga kura. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba tuna mchango mkubwa na ni wajibu wetu kushirikiana na wadau wote wa uchaguzi ili zoezi zima la uchaguzi lihakikishe linafanyika katika hali itakayoiacha au itakayoifanya taifa letu liwe na, na mshikamano na amani, mshikamano haki na amani. Lakini vile vile tutakuwa na, vi, na program katikati, kama nilivyosema, za mafunzo maalum, ni mafunzo kim, mkakati kwa mawakili na wanasheria kuhusu chaguzi za, za sheria za uchaguzi, namna ya kuendesha mashauri na kushughulikia changamoto za chaguzi na namna ya kuwasaidia wagombea katika hatua zote ili waweze ku exercise haki yao ya kiuchaguzi lakini Jambo lingine ambalo tunaliweka ni kwamba tunaelewa kwamba kuna changamoto ya uchaguzi wetu wa sasa kwa sasa, kwa sababu kuna watu wameshatengeneza position. Kuna wanaosema uchaguzi lazima ufanyike na kuna wengine wanaosema no reform no election. E, TLS iko kwenye mchakato kupitia baraza la uongozi ili kuondoa mijadala hii mtaani na kuileta mezani katika namna itakayowalazimisha wahusika wote wakae mezani na kupata majawabu ya namna gani tunatoka hapa tukiwa wamoja. Kwa hiyo nia yetu ni kutaka kuondoa katika hali ya mivutano na hali ya kukwepa wajibu na kutuleta pamoja mezani ili tuweze kuzungumza, tuweze kujadiliana na kukubaliana namna gani tutoke hapa tulipo, kwa sababu TLS tunachoamini kwamba uchaguzi sio swala la vyama vya siasa pekee, ni swala la sisi wananchi pia, ni swala la taasisi za kitaaluma, ni taasisi za kidini, taasisi za kijamii, kwa sababu kuna mtu sio mwanasiasa, lakini anapiga kura, anataka aone thamani ya kura yake. Lazima zoezi la kura liwe ni zoezi la kidemokrasia, lisiwe zoezi la kivita lazima wananchi wakipiga kura zao, kura zao zionekane zikitoa majawabu katika masanduku ya kura. Kwa hiyo sisi TLS tunaamini kwamba kila hoja inayopigiwa kelele ina mantiki na lazima ipate ufumbuzi wa kitaalamu, na ufumbuzi huu hauwezi kupatikana kwa kila mmoja kukwepa wajibu. Lazima tukutane, lazima tukae, lazima tuzungumze kama taifa, ili mwisho wa siku tuhakikishe tunakubaliana na kuona ni namna gani ya kuendesha shughuli zetu za kidemokrasia. Huo ndio utakuwa msingi wetu mkubwa kama TLS na wajibu wetu katika kipindi chote hiki ambacho tutafanya kazi hii bila uoga, bila upendeleo, bila kushinikizwa wala kutishwa, kwa sababu nia yetu kubwa ni kumlinda mwananchi, kuhakikisha kwamba haki yake ya kupiga kura, haki yake ya kuchagua haki yake ya kupata matokeo kwa namna alivyofanya maamuzi kupitia sanduku la kura, inajidhihirisha katika qualitative na quantitative process za uchaguzi. Kwa hiyo TLS, tutakuwa mwaka huu kipaumbele chetu ni hapo. Kwa hiyo kwenye mkutano wetu theme yetu italenga katika uelekeo huo, lakini kwa lengo moja tu la kuwafanya mawakili wote na Watanzania wajue kwamba zoezi la uchaguzi sio zoezi la mchezo. Ndio zoezi linalochagua watu wanaoamua namna ya matumizi ya rasilimali zetu. Ndio zoezi linaloamua nani tumkabidhi kufanya maamuzi kwa niaba yetu. Ndiyo zoezi linaloamua watu wa kupanga, kugawa na kuweka migawanyo yote ya kibajeti na kifedha katika taasisi zetu. Kwa hiyo, sio zoezi dogo la kulidharau na kulipa Eh, kuliona ni la kawaida. Kwa hiyo sisi tutalifanya na tunalichukua hilo kama jitihada na kama kipaumbele tena, kwa sababu tutakuwa na symposium mapema, ambayo tunataka tuzungumze kwa kina. Lakini kwa leo naomba niishie hapa, nimkaribishe madam CEO ili aweze kuzungumza kwa ufupi. jitihada na kama kipaumbele, nadhani wiki ijayo vilevile tutawaita kwenye suala lingine ambalo Eh, leo halitakuwa ajenda kwa sababu tunakuwa na tunaandaa mjadala wa kitaifa. Kwa hiyo tutawaita kuwaelezea kuhusu mjadala huo, kwa sababu sisi tunafikiri lazima kila Mtanzania apate nafasi ya kuzungumza. Kuna mwingine ana chama cha siasa, atazungumzia wapi? Kuna mwingine yeye hana taasisi, atazungumzia wapi? Kwa hiyo TLS ina wajibu wa kuwaleta watu pamoja, ili tuzungumze pamoja, ili wale wanaotunga sheria au kutunga sera waweze kutusikiliza na kuona ni kwa namna gani tuna eh, fikiri au tunatoa maoni yetu kuona namna zoezi la uchaguzi tunavyotaka lienende. Jambo la tatu ambalo leo nimeona nizungumze nalo vivyo ni kutoa wito kwa wadau wetu partners, marafiki kujitoa kwa ajili ya kusponsor mkutano wetu. Mkutano huu utakuwa na watu zaidi ya watu elfu tatu. Tunatarajia minimum memba watakaohudhuria ni zaidi ya watu elfu tatu kutoka sehemu mbalimbali za Tanzania. Kwa hiyo ni wito wetu kwamba waone kwamba hii ni nafasi muhimu na ni fursa muhimu kuja kujumuika nasi, ili tuweze kuona namna bora ya kuungana na TLS na kuiwezesha TLS kuweza kutekeleza wajibu wake vema na ipasavyo kwa umma. Kwa hiyo kwa leo, kusudio langu kubwa ni hili aeleza kwa kwamba theme yetu inalenga uchaguzi, na hiyo ndio itakokuwa agenda ya TLS kuanzia sasa. Lakini vile vile tutawaita tena, kwa sababu tutakuwa na symposium mapema, ambao tunataka tuzungumze kwa kina. Lakini kwa leo naomba niishie hapa, nimkaribishe madam CEO ili aweze kuzungumza kwa ufupi kuhusu action eh, inazohusu chaguzi, kwa sababu ni TLS, tuna aina mbili ya chaguzi, tuna chaguzi za kitaifa ambazo ziliongozwa na marekebisho ya sheria ambazo chaguzi zile zinafanyika kwa kipindi cha miaka mitatu mitatu kwa sasa, lakini tuna chaguzi zile za kanda na za chapters, yaani kanda na na, na mikoa. Nikisema mikoa ndio itakuwa rahisi, kule mikoani zile zinafanyika, ambazo. Nimkaribishe madam CEO ili aweze kuzungumza kwa ufupi na kufafanua zitakwendaje. Karibu.